Majed amewaambia waandishi wa habari mjini Doha kuhusu usitishaji mapigano, unapaswa kuelekezwa kwanza kwa serikali ya Israel inayokalia kwa mabavu Gaza. Msemaji huyo anadai taifa hilo linapaswa kusitisha mapigano na kumtaka Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu kuzingatia mpango wa Trump uliokuwa wa kweli. Majid amebainisha Israeli lazima isimamishe mara moja mashambulio ya mabomu huko Gaza ili kuwatoa mateka kwa usalama na haraka. Msemaji huyo amedai hana wasiwasi na awamu hii ya mazungumzo ni mchakato ambao pande zote zina dhamira ya dhati ya kufikia mwafaka. Kuhusu usitishaji mapigano, swali hili kimsingi linapaswa kuelekezwa kwa serikali ya Israeli, ambapo ilipaswa kusitisha operesheni za kijeshi ikiwa kulikuwa na ahadi ya mpango wa Trump kama ilivyoelezwa na ofisi ya waziri mkuu. Bila shaka tumeona baadhi ya taarifa kuhusu shughuli za kijeshi katika ukanda wa Gaza kwenye misingi inayotofautiana na ukweli. Katika hatua nyingine, Majed amefafanua ni mapema kujadili mustakabali wa ofisi ya kisiasa ya Hamas huko Doha baada ya Israeli kushambulia mji mkuu wa Qatar mwezi uliopita. Msemaji huyo ameongeza, ofisi ya Hamas ambayo Qatar ni mwenyeji wa Marekani imesaidia Doha kuwa mpatanishi katika mgogoro huo. Hamas na Israel wanafanya mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja nchini Misri wiki hii kuhusu pendekezo la Trump lenye vipengele ishirini la kumaliza mvutano wa Gaza. Baada ya Hamas kukubali kujadili mpango wa kuachilia mateka chini ya mpango wa Trump, Rais wa Marekani ameitaka Israel kusitisha mapigano huko Gaza. Mimi ni Fatma Othman